Ya kama ambavyo uh, sasa hapa ndo mechi zimeanza yeah. Eh, safari za kimataifa kwenda kwenye mchezo wetu wa kwanza watu wa hatua ya makundi uh, imewadia ime na leo hii uh, timu inasafiri kuelekea nchini Algeria. Ni safari ndefu kidogo ambayo uh, tunatarajia kutumia takriban masaa kumi angani. Eh, timu inatoka hapa saa 11:30 alfajiri. Uh, tutaenda moja kwa moja mpaka Uturuki pale Istanbul uh, tunatarajia kufika majira saa saba hivi na nusu za mchana, kisha tutaunganisha pale ndege uh, kwenye saa nane na nusu hivi tisa kasoro kuelekea Algeria ambako pia tutatumia masaa mawili. Kwa hiyo kimahesabu tunafika saa 11 za jioni. E, unaweza ukaona umbali wa safari, lakini wachezaji wote uh, takriban wachezaji 26 uh, wanaungana nasi kwenye safari hii. E, na benchi la ufundi chini ya kocha Miguel Gamondi tayari amesharejea kwenye majukumu yake ya kikosi cha Singida Black Stars, na wasaidizi wake wote wako pamoja, lakini pia viongozi ambao wameambatana na msafara huu kwenda kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kwa ni safari ya Watanzania, tunaomba watuombee. Sisi tunaenda kuiwakilisha nchi, tunabeba bendera ya nchi yetu mabegani mwetu kwenda kupambana dhidi ya CR Belouizdad, mchezo ambao tutacheza siku ya Jumamosi kwenye uwanja uh, wa Nelson Mandela uh, saa sasa kwa kule Algeria itakuwa ni saa mbili za usiku, lakini kwa hapa nyumbani Tanzania itakuwa na majira ya saa nne usiku. Tutashuka dimbani kwenda kupambana na kutafuta ushindi wa kwanza wa ninyi. Vipi kuhusiana na nyota ambao waliitwa katika vikosi vya timu ya taifa? Ya, nyota wetu wote ambao wameitwa kwenye vikosi vya taifa wapo kwenye mpango wa safari e, kasoro Halid Aucho ambaye yeye mchezo anacheza kesho, Uganda inacheza kesho, kwa akimaliza mechi ya kesho na yeye moja kwa moja atachukua Uh, ndege ya kuja kuungana na timu kule nchini Algeria, lakini wengine wote kina Amaso Basoji, kina Hussein Masalanga, kina Khalid Habib Gego Habib Gego eh, wote ambao waliitwa kwenye kosti timu ya taifa wamesharejea na wengine nadhani mmewaona hapa walikuja Tanzania kisha wameungana na timu kwenda kwenye safari hii. Ya, kwa mujibu wa taarifa ambazo tunazo huko alikotoka Gamonde ameshacheza nao, lakini sio tu kucheza na CR Belouizdad. Gamonde ameshafanya kazi Algeria. E, ameshafundisha kule si mgeni na na mazingira ya kule na hata hiyo mechi na wita walianzia ugenini kama hivyo, wakafungwa tatu bila mm-hmm. E, wakaja nyumbani Tanzania wakapindua meza nne bila. Kwa hiyo hatusemi kama na sisi tukienda tukifungwa tuta, a, sisi tunaenda kutafuta matokeo mazuri ikiwezekana ushindi. E, au hata sare kwa sababu tunaenda kucheza na mpinzani mgumu lakini tunaenda tukiwa tunajiamini kwa sababu wote tumeingia makundi si ndio kwa hiyo uh, yote anaweza kupata matokeo dhidi ya yoyote kwa hiyo tutaenda kupambana tukimalizana kule tutarudi Dar es Salaam hapa na kisha tuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu wa pili dhidi ya Stellenbosch uh, tunafahamu ugumu ambao tutakutana nao hata kocha Miguel Gamondi anafahamu amekuwa akisisitiza hilo uh, kwenye uwanja mazoezi hata program ambayo aliiacha alitaka ifanyiwe kazi kikamilifu kwa sababu anafahamu ugumu wa kucheza mechi za ugenini Ee, amewasisitizia wachezaji na amewambia, hii ni kazi yenu, hakikisha ni mnaenda kuipambania Singida Black Stars. Yeye kama mwalimu atafanya katika eneo lake, lakini kazi kubwa anayo wachezaji wetu, na bahati nzuri, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya kikosi chetu tunao wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa kucheza michuano hii mikubwa. Kwa hiyo ile pressure e, na zile M, kusema uzoefu kwa ujumla, kina Clatous Chota Chama, kina Halid Aucho, kina Nixon Kibabage wameshacheza mechi kama hizi, kwa hiyo wana, wana, wanaweza kusaidia katika eneo la kutuliza presha ya mchezo na inshallah, tuombeane dua ndugu zangu za Yani, hapa, ndugu zangu, mmenikuta tu. Skafu yangu, skafu yangu nimeifungia huu ndani, lakini na skafu ya bendera ya taifa, lakini pia katika kumunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu mzalendo kwelikweli. Tutikirudi hapa inshaallah na matokeo, mtakuja kunipokea hapa nikiwa na skafu yangu ya bendera ya taifa inshaallah. Ipo kwenye begi kubwa, ipo kwenye begi kubwa. Lakini tukifika kule tutavaa kwa ajili ya kuonesha utanzania wetu hata tukiwa ugenini. Jamani, asanteni stenka na ndege. Usinipe majukumu mazito hivyo. Yaani stelen boy yaani tuanze na CR Belouizdad. Tuje tena na Wydad. Yaani nataka tuwasaidie na Azam sasa. Lakini, lakini, lakini, hadi wapinzani watu ambao sio nyie mnaenda kuzana na wafahamu. Mfanyia kazi kweli, inaonekana. Uh, mashindano haya ya confederation na mnawasoma zaidi ili kujua kwa namna gani mnaweza mkapambana. Niwaambie tu ndugu zangu jambo moja, sisi hatuna pressure hata kidogo, kwa sababu tumeshamaliza sisi, malengo yetu ya msimu huu kwenye michuano ya kimataifa tumeshafikia kwa asilimia mia moja. Hapa tunaenda kupambana kama bonus eh, tulazima tupambane kwa sababu tupo kwenye mashindano, lakini hatuna hiyo pressure kwamba malengo yetu vipi yatakuwa. Tumesha tumeshaingia hatua ya makundi yale malengo yetu ya msingi kwao. Tuombeane twende na surprise ya kuingia hatua ya robo fainali. Hata nibebea wapi mimi nikiingia robo fainali, ndugu zangu, inshallah. Tuombeane dua, ndugu zangu. Bwana bwana nitawamaindi.